Naitwa Rehema Ayubu Mandingo ni mwenyekiti wa mipango miji, ujenzi na mazingira manispaa ya Kinondoni leo tu, kamati ya mipango miji imeweza kufanya ziara kwenda kutembelea miradi mbalimbali mbali ya maendeleo. Uh, tuliweza kwenda kutembelea mradi wa barabara ya Kimacha iliyoko kata ya Makongo, ambayo barabara hiyo ina urefu wa kilomita moja nukta mbili ambayo ina mradi huo unagharimu kiasi cha fedha shilingi bilioni moja nukta nne. Lakini maendeleo ni mazuri, mpaka hapo pa mradi ambao waweza kufikia mpaka sasa. Lakini pamoja na hayo, tumeweza kuona umuhimu wa namna gani halmashauri yote ya manispaa Kinondoni inafanya kazi kubwa katika ukusanyaji wa mapato, na ndio maana barabara hii ama mradi huu unajengwa kwa mapato ya ndani. Lakini tumeweza pia kufanya ziara katika mradi wa mazingira, kwa maana ya kitalu kitalu cha miti iliyopo kata ya Mwananyamala tumeona namna gani miradi maandalizi ya upandaji wa miti lakini na miti ambayo iko tayari kwa kweli spidi ni nzuri lakini maendeleo ni makubwa ambayo tumeyaona kwa sababu matarajio yalikuwa ni kupanda miti elfu moja lakini mpaka sasa imezalishwa miti elfu saba sasa kwa kuona umuhimu wa mradi huu na kutokana na ufinyo wa eneo ambalo pale Mwananyamala lilopo Tumeshaandaa eneo lingine katika kata ya Mabwepande kimsingi, ambalo eneo hilo tutakwenda kulipa jina la Green Belts, kwa ajili sasa kuenda kutanua wigo wa kuweza kuzalisha miti kwa wingi. Kwa hiyo nitoe pongezi kwa namna gani shughuli za kimaendeleo katika halmashauri yetu ya manispaa ya Kinondoni zikifanyika. Kwa hiyo kwa leo ziara yetu ilikuwa imeishia hapo.